Karibu katika Habari Link mahali unapopata taarifa za kina kwa sauti ya uhakika. Leo tunakuletea habari ya kusikitisha kutoka kwa jamii ya Kikristo nchini Tanzania, na hii ni Saidi TV Media, mimi ni mljr 16 habari ya msiba: mchungaji msaidizi wa Askofu Gwajima, Winfirda Mzee, amefariki dunia. Kwa masikitiko makubwa tunaripoti kifo cha mchungaji Winfirda Mzee aliyekuwa mmoja wa viongozi wakuu katika Kanisa la Ufufuo na Uzima linaloongozwa na Askofu Josephat Gwajima. Kwa mjibu wa taarifa tulizozipokea, marehemu alikamatwa na polisi usiku wa juzi na siku chache baadaye aliripotiwa kufariki dunia. Mpaka sasa chanzo halisi cha kifo chake hakijafahamika, jambo ambalo limeacha maswali mengi miongoni mwa waumini na jamii kwa ujumla. Mchungaji Winfirda Mzee alikuwa akihudumu katika kwa karibu na askofu Gwajima katika shughuli za huduma za kiroho na alikuwa akiheshimika sana na waumini wake. Kifo chake kimetajwa kuwa ni pigo kubwa kwa familia yake, wenzake wa kanisa na waumini wa kanisa la ufufuo na uzima kote nchini. Bwana alitoa na Bwana ametwaa, jina la Bwana lihimidiwe. Ayubu 1:21. Mpaka sasa bado hakuna tamko rasmi kutoka kwa familia au mamlaka za serikali kuhusu mazingira ya kifo hiki. Tunakusihi uendelee kufuatilia Habari Link kwa taarifa zaidi kadiri tunavyozipata. Kwa niaba ya timu mzima ya Saidi TV Media na Habari Link, tunatoa pole nyingi kwa familia ya marehemu, waumini wa kanisa la Ufufuo na Uzima, ndugu jamaa na marafiki. Pumzika kwa amani, Mchungaji Winfirda Mzee. Hii imekuwa ni taarifa maalum ya msiba kupitia Habari Link, inayokuletea ukweli bila upendeleo. Usisahau kutufuatilia kwa taarifa nyingine zaidi. Mimi ni MADJ16, hadi wakati mwingine. Kwa jana, e, tuliweza kukupa taarifa ya binti ambaye alisadikika e, amechukuliwa na jeshi la polisi e, na yeye mwenyewe aliandika ujumbe ambao ulifanya e, watu wengi kushtuka, ujumbe ambao ulikuwa na maneno mazito sana, na yule binti ni msaidizi wa karibu kabisa wa Gwajima ambaye huyo binti alikuwa anaitwa Renda anasema kwamba e, nisitafute kwa kupotea kama sitapatikana nimechukuliwa na polisi na sijui uelekeo, huenda nisipatikane tena. Sasa taarifa ya leo kwamba kuna taarifa ya kifo. tena taarifa ya msiba mzito kutoka huko huko kanisani kwa Gwajima kwa mtu ambaye anaitwa Winfirda Mzee. Sasa hii ni taarifa ambayo inashtua watu wengi sana, kutokana na hili sakata la Gwajima, alafu linakuja kutokea tukio kama hili, kuna picha ambayo inajijenga si nzuri. Tunajua kwamba kuna baadhi ya waumini e, wa Gwajima walichukuliwa hususan wale wakubwa wakubwa kama wachungaji walichukuliwa kwa ajili ya kwenda kuojiwa, na kuna ndugu zake jamaa, lakini pia na marafiki mbalimbali wa Gwajima walichukuliwa kwa ajili ya mahojiano na jeshi la polisi. Lakini unaambiwa taarifa ya msiba e, na nukuu kama jinsi ambavyo inavyosema: taarifa ya msiba, tumepokea kwa masikitiko makubwa taarifa ya kufariki kwa mchungaji msaidizi Winfirda Mzee. Huyu ni mchungaji msaidizi wa kanisa hilo la Gwajima, ni mmoja wa watumishi waliokuwa waaminifu wa Kanisa la Ufufuo na Uzima, kanisa ambalo linamilikiwa na Askofu Gwajima. Inaelezwa kuwa mshtuko wa taarifa za uvamizi na vitisho dhidi ya askofu wake Josephat Gwajima ulipelekea hali ya dharura ya kiafya iliyosababisha mauti yake. Ngazi yake ya kitumishi ni associate pastor, yani AP. Alijulikana na kupendwa sana miongoni mwa waumini wa kanisa hilo. Poleni sana familia, ndugu, marafiki na wote wa kanisa la ufufuo na uzima. Bwana ametoa, Bwana ametoa ametoa, jina lake Bwana lihimidiwe. Mungu amlaze mahali pema peponi Winfirda Mzee. Amina. Sasa, wengi walikuwa wanajiuliza, je, huyu ni mmoja kati ya wale waliochukuliwa? Kwa sababu ngazi yake E, ndio inaozua utata kwa sababu ukitazama ni, ni, ni, ni, ni mchungaji msaidizi, kwa hiyo akitoka kwa Gwajima anaefuatia e, ni yeye e. Hivyo, kuna kuaga na wachungaji wasaidizi. Sasa taarifa za kifo ni kama vile zimewashtua watu wengi sana. Hey, mbona ghafla sana, na wengi wakijiuliza e, na wakiweza kutafuta ukweli, je ni kati ya wale waliochukuliwa na jeshi la polisi je e, taarifa hizo e, za kuvamiwa e, kwa kanisa lao ziliweza kumpelekea vipi affect mpaka e, kufariki? Hizi tu ni tetesi e, za moja mbili tatu juu ya kifo chake, kwa sababu watu wamekuwa na wasiwasi yani toka ili tukio lilivyoanza ku trend kwenye mitandao ya kijamii lakini pia na sehemu mbalimbali, basi limekuwa likiumiza vichwa vya watu wengi sana kifo cha huyu e, mchungaji msaidizi Winfirda Mzee hay e, kimekuwa ni e, kifo chenye utata kidogo kwa sababu hata kama ni mshtuko wa moyo wengi wanajiuliza je? Huyu ni moja ya wale ambao wanasadikika e, kuchukuliwa na jeshi la polisi. Yani watu wanataka wajue kama e, hili jambo likifahamika hivyo basi huenda kuna namna. So hii tu imekuwa ni katika kile watu walichokuwa na kihisi. Mhm, mm. Kwa hiyo ndio hivyo, e, ndio hivyo tena. Mchungaji wake ajulikani alipo na yeye pia e, kama hivyo msiba umemkuta ama kifo kimemkuta, na wengi wanajiuliza pia mazishi atafanyikaje, kwa sababu alikuwa ni muumini wa hapo. Sasa itakuwaje kwenda kuzikwa sehemu nyingine? Kwa jamani, mambo yanazidi kupamba moto. Tuendelee kumwomba Mungu atujalie afya njema, lakini pia tumwombe Mungu hili sakata linaloendelea la Gwajima lisiendelee kuzalisha madhara kama hayo ambayo tunayasikia hatujajua kwamba kifo chake ni Mungu kapanga, ama kuna mkono wa binadamu umehusika. Na sisi tunasema e, Mungu alaze roho yake mahali pema peponi, amen.